Yes, mambo vipi, mwana michezo wa sawa sawa digital? Hope uko poa kabisa eh, na kila kitu kinakuwa kimekaa mwake mwake. Moja kati ya wachezaji ambao pia wamekuwa ni wa kimataifa kutokea Tanzania na wanaweza kucheza katika vilabu vya nje ya nchi eh, lakini pia mabara mengine tofauti tofauti eh, bana, ni Simon Msuva. Ni moja kati ya wachezaji ambao pia wanafanya poa hasa katika club zao, lakini bila kusahau katika swala zima la eh, timu ya taifa ya Tanzania pia huwa wanafanya poa, lakini sasa wamekuwa wakipata ma, mambo tofauti tofauti, hasa katika masuala mazima ya ubaguzi warangi nini eh, kumekuwa kuna matukio tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanatokea baina ya wachezaji wetu, lakini pia baina ya watu weusi kuto kupendwa kuweza kukubalika eh, na mataifa mengine. Sasa wachezaji wetu pia wanaweza kupitia mambo magumu sana katika vilabu ambavyo pia wanakuwa wanachezea hasa katika nje ya nchi huko ambako pia wanakuwa wanatumikia timu zao, lakini pia eh, kwenye hiyo clip ambayo nimekuwekea hapo ni tukio ambalo pia linamhusisha nyota Simon Msuva ambaye yeye anakipiga eh, katika klabu ya ambayo inapatikana huko e, nchini Iraq. Sasa Msuva pia aliweza kupewa penati, alipata nafasi ya kuweza kupewa penati, ambapo mchezaji mmoja wa timu yake pia kuweza kupendekezwa na kitendo hicho, huku akionyesha chuki za waziwazi dhidi yake licha ya kuweza kuonyesha e, wenzake, kumuonyesha kumshawishi, kuonyesha kwamba bwana, tushangilie e, kwa sababu mshikaji e, amefunga goli. Sasa jamaa kama alikuwa ana wivu yani, alitamani ile penati apewe yeye then aweze kufunga. Sasa mara baada ya Msuva kuweza kupewa penati na kuifunga hasa katika swala so zima la kuweza kushangilia alionekana kabisa na wanamsogelea, lakini mshikaji kama akawa amemind fulani hivi, yani kama hajapendezewa na kile kitu. Hii kwa upande wako unaweza ukaiweka kwa namna gani? Ni kwa namna tu kwamba wamemtenga mshikaji kwa sababu eh, hakutaka kupiga yeye yani, alitaka, alikuwa ametaka kupiga yeye ile penalty then ileh akapewa mtu mwingine ambaye ni Simon Msuva na kuweza kufunga. So, ule wivu na chuki za mtu binafsi zikafanya mpaka mshikaji aonekana kama eh, mbona kama jamaa amekosea hivi ni ni pia, e, lakini pia goli liliweza kufungwa, lakini sipati picha kwamba ndapo e, angekosa lile goli ni kitu gani ambacho kingetokea kutokana na, na mtu huyo. Lakini pia e, kuna baadhi ya watu wengi pia wamekuwa wakijiuliza sana kwamba Msuva amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao pia wamekuwa wakizunguka katika vilabu vingi sana kutokea hapa duniani, mara yuko huku mara yuko huku. Lakini pia e, e, kwa kifupi ni kwamba Simon Msuva pia aliweza kujiunga na klabu hiyo ya Al Talaba eh, SC ambayo inapatikana huko nchini Iraq mnamo tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2024 kwa mkataba wa mwaka mmoja ambao pia utadumu mpaka mwaka huu 2025 mwezi Agosti, pia ndo atakuwa anamaliza mkataba wake na timu hiyo. Sasa e, kabla ya msimu huu pia Msuva alikuwa akichezea e, e, klabu ya Al Najma ya huko Saudi Arabia, ambapo aliweza kujiunga nayo e, Januari 2024, mara baada ya kuweza kuachana na e, JS Kabili ya kule e, Algeria. Sasa katika mahojiano pia Msuva aliweza kueleza kuwa Al Talab Sports Club pia ilimfuata mara baada e, e, ya mkataba wake kuweza kumalizika nchini Saudi Arabia, na aliona ni fursa nzuri kuendeleza e, taaluma yake ya soka nje ya Tanzania na kuweza kwenda katika vilabu vingine huko tunavyojua ambavyo nakuwa anaendelea kuvitumikia. Lakini pia kwa sasa akiwa na Al Talaba Sports Club, Msuva anaendelea kuki, kukiwasha, lakini pia kuweza ku kuiwakilisha Tanzania katika soka la kimataifa eh, huku akilenga mafanikio zaidi katika ligi kuu ya Iraq na michuano mingine ya kimataifa. Ikumbuke kwamba klabu ambayo anachezea kwa sasa hivi yuko pale kwa takriban eh, kwa mkataba wa mwaka mmoja ambapo eh, mwezi wa nane utakwenda kutamatika kwa sababu aliuanza eh, mwaka jana mwezi wa nane eh, mara baada ya yakuweza kuachana na klabu yake huku alikuwa ametoka pia, eh, Saudi Arabia na kuweza kuingia Iraq kwa mkataba wa mwaka mmoja amemaliza. So, eh, mkataba wake na kuweza kujiunga na timu nyingine. Itakuwa ni timu gani au itakuwa ni klabu gani au ni taifa gani bana, tutaendelea kukujuza sisi kama Sawa Sawa Digital. Endelea ku drop comment yako hapo, lakini pia kupitia katika mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X. Utakomentisha kinoma noma. Yapi maoni yako kuhusiana na hii swala? Ni kwamba wachezaji wanakuwa ni kama chuki tu binafsi au ni ule tu ubaguzi ambao kila mmoja anakuwa anao yeye mwenyewe, na maana unawapelekea mpaka haya yote kuweza kutokea kwa sababu usikuona kibaya ambacho kimekwisha kutokea mara baada ya yeye kuweza kufunga alifunga goli, lakini mshikaji mshikajidafani kama kaonyesha eh, ile chuki binafsi ambayo alikuwa alikuwa nayo. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, drop comment yako hapo, subscribe kwenye YouTube channel yetu. Utakometisha kinoma kinomanoma chao.